Maadhimisho ya siku ya vyombo vya habari duniani yawa chachu ya kuongezeka uhuru wa vyombo vya habari nchini. Rais Donald Trump aongeza ushuru wa bidhaa kutoka nchini China. Na katika michezo na burudani, maandalizi ya ligi ya vitivo chuo kikuu cha Iringa yaendelea ya endelea kupamba moto. Habari mtazamaji wa UoI Digital, popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. jina langu ni Angel Msele. Kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, mkufunzi na mwanahabari nguli kutoka chuo kikuu cha Iringa, Remy Akaro, ameeleza namna uhuru wa vyombo vya habari ulivyoongezeka kutokana na ongezeko la vyombo vya habari nchini. Mwanahabari wetu Raymond Simkoko ana habari zaidi kuta tunaamua kufanya adhimisho hilo kwa lengo la kwa kuwakumbuka waandishi wa habari ambao wenzetu wapambanaji ambao walikuwa wanafanya kazi za utangazaji na uandishi, lakini kwa namna moja ama nyingine e, kwenye pilika zao za kupata hizo habari wakapoteza maisha, lakini pia kuendelea kuwaenzi hao ambao walifanya vizuri na basi tu Mungu akawachukua, lakini pia kuendelea kutia motisha kwa vijana ambao wako wanachipukia katika fani ya uandishi wa habari. Aidha, mkufunzi na mwanahabari kutoka chuo cha Iringa, Kaunta Mgaya amesema mabadiliko ya uhuru wa vyombo vya habari yanachangiwa na maazimio ya wadau wa habari kutoka vyombo vya habari vilivyomo nchini kwa Tanzania, tokea pengine vinaanzishwa vyombo vya habari vya watu binafsi ambavyo vya kwanza vimeanza miaka 1994 95, 96 hadi sasa hivi, unaona vyombo vya habari ni vingi vya watu binafsi. Basi kila mwaka watu wamekuwa wakiweka maazimio kuhusiana na uhuru wa hivyo vyombo vya habari. Na yeye mwanafunzi wa habari Glory Pasco ameweza namna ambavyo serikali inasaidia katika upatikanaji wa habari, ikiwemo kutoa mchango mbalimbali mbali kwenye tasnia hiyo. Uh, kulikuwa na kunyimwa fursa nyingi kwa upande wa wanahabari katika kutoa habari mbalimbali mbali. Lakini sasa hivi, uh, kwa serikali iliyoko madarakani kwa kutambua mchango um, wa vyombo vya habari Tanzania, kumekuwa na vitu mbalimbali ambavyo vimeanzishwa, lengo kuu ikiwa ni kuwasaidia wanahabari, lakini pia kuweza kusaidia vyombo vya habari nchini. Pia mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa Amidu Abdara ambaye pia ni mwandishi amesema serikali imekuwa nyenzo kuu ya kusaidia tasnia hiyo katika kukua kwa kuanzisha kamati na tume mbalimbali zenye lengo la kuongeza ufanisi wa habari. Um, kwa sasa hivi kwa sababu tunakwenda kusherekea sikukuu yetu ya uhuru wa vyombo vya habari sawa. Tanzania kama Tanzania tayari imeshaandaa, kuna bodi inaitwa bodi ya ithibati sawa. Bodi ya ithibati malengo yake makuu kabisa, kuhakikisha yanamlinda, yanamtetea au yanalinda na kutetea maslahi ya mwanahabari naam. Hayo ni maoni ya mkufunzi kutoka chuo cha Iringa na baadhi ya, wanaf, ya wanafunzi ambao wanajiendeleza na masomo ya uandishi wa habari ambao pia wameshawahi kufanya kazi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye taasisi mbalimbali za kihabari kuhusu uhuru wa vyombo vya habari kwenye kupata taarifa na kuweza kutoa taarifa ikiwa ni kuelekea uh, kilele cha, cha siku ya maadhimisho ya waandishi wa habari hapa chuo cha Iringa. Nikiripoti kutoka viunga hivi vya chuo cha Iringa, ni mimi Remo Simkoko wa UoI Digital. Mfiolojia na mkufunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa Samuel Nyanda amewapongeza wanafunzi kutoka shule ya sekondari la bada, walifanya matembezi chuoni hapo yaliyolenga kujifunza mambo mbalimbali yanayofanyika katika chuo hicho, ikiwa wako katika maandalizi ya sherehe ya kusherekea sikukuu ya Pasaka. Kutoka Chuo Kikuu cha Iringa Moses Rufugo anatujuza zaidi. Hao wanafunzi wa sekondari e, kwanza wako hapa E, Iringa mjini kwa ajili ya mkutano wa Pasaka na leo ndo wanaanza kuripot, lakini waliona ni fursa kwa sababu ya mazingira haya jirani, wafike chuo cha Iringa kwa ajili ya kujifunza, na sisi tukasema tuwakaribishe, na hivyo tumewakaribisha hasa kwa ajili ya mambo makubwa yafuatayo. Jambo la kwanza, wapate exposure angalau kama sehemu ya tour, kutembea refreshment lakini pia wapate kujifunza wapate kujifunza na kupitia kujifunza wafahamu programu ambazo tuna ofa katika chuo chetu kuu cha Iringa. Pia ameeleza namna alivyofurahishwa na ugeni huo huku akiwakaribisha wanafunzi hao kujiunga na chuo kikuu cha Iringa pindi watakapofanikiwa kufika elimu yao ya juu. Kama chuo ni sehemu ya kuwavuta au kuwavutia ili wakati mwingine watakapofika hatua ya kujiunga chuo kikuu basi wachague chuo kikuu cha Iringa. Mwalimu wa sekondari Ndabaga aliyeambatana na wanafunzi hao na Zoloni Masawe amesema amefurahishwa sana na mapokezi waliyopata kutoka chuoni hapo, na ameahidi kuendelea kuleta wageni mbalimbali chuoni hapo ili waendelee kujifunza. Nawapongeza kwa sababu mmekuwa chamin, mmewaelekeza wanafunzi vitu vingi kiwango ambacho wamevutiwa na ninaona kama unavyoona kwenye maji kule, kwa hiyo naamini kwamba wana kitu kichwani na tunategemea watakuwa wengi zaidi. Wanafunzi kutoka shule ya sekondari Dabaga wamesema wamefurahishwa na mapokezi ya chuoni hapo na wamejifunza mengi ikiwemo masuala ya uandishi wa habari na teknolojia ya maji ya kisasa. Katika siku ya leo nimejifunza vitu mbalimbali, hasa nikiwa katika chuo kikuu cha Iringa. Kwanza nimejifunza kuhusu saikoloji ya mtu, pili nikajifunza namna kituo cha redio Hope FM iliyopo Iringa pili, tatu nimejifunza eco water system. tia katika chuo hiki na tumeweza kujua mambo mbalimbali kama vile saikoloji Skills and facilities. Wanafunzi wa shule ya sekondari Dabaga wakiwa katika ziara yao ya Pasaka chuo kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka viunga vya chuo kikuu cha Iringa, ni mimi Moses Luvugo, UoI Digital. Taarifa yake Moses Luvugo inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea habari za biashara na uchumi zinazoletwa kwako na Adamu Kayombo. Bei za nafaka zimekuwa changamoto kubwa kwa watumiaji na wateja wa huduma hiyo, huku wengi wakilalamika upatikanaji wake kuwa mgumu. Mfanyabiashara wa nafaka mtaa wa Semtemba mkoani Iringa ameeleza moja ya sababu zilizopelekea kupanda kwa bei ya nafaka katika eneo hilo. Kwa sasa ni, ni msimu usio wa mavuno hivyo uwepo wa nafaka sokoni ni mdogo. Kwa mchele sasa hivi unapanda kwa sababu kipindi cha mavuno bado, e, kwa hiyo mchele huwa unakuwa adimu sana maana tunauza mchele wa mwaka jana, hiyo e, ndio sababu kubwa, lakini ukishafika msimu wa mavuno bei za mchele huwa zinashuka. Amina Olege, ambaye pia ni muuzaji wa nafaka ameeleza kuwa changamoto kubwa iliyopo kwa sasa ni ugumu wa wateja uliosababishwa na mfumuko wa bei. Changamoto ya kupanda bei ni pale ambapo tulikuwa tumeshazoea wateja wangu wakiwa wameshazoea bei ya zamani, lakini inavyotokea mfumuko wa bei kwa, kwa mara moja au kwa chapu inapelekea wafanyabiashara kuwa na mkanganyiko kwamba leo bei fulani na kesho bei fulani. Mkazi wa Semtema Sokola Rubida amesema wao kama watumiaji wa nafaka wameasiliwa kupanda kwa bei ya huduma hiyo, kwani imeongeza gharama za matumizi ya kila siku. Uh, kuathiriwa na kutokana na mfumuko wa bei ni kwamba maisha yamekuwa magumu, pale ambapo ulikuwa ukitumia bajeti yako kwa siku labda elfu kumi lakini unajikuta unatumia hadi elfu ishirini. Pia mteja wa huduma hiyo Eliza Suka amezungumza kuwa ni kweli bei za nafaka zimekuwa juu, zimefanya kupatikana kwake kuwa kwa shida adsirika sehemu kubwa, kwa kweli, kwa sababu kwa mfano, tukija kwenye bidhaa za nani, nafaka, mchele, maharage, bei imepanda, imekuwa kubwa. Kwa mara kwanza tulikuwa tunauza tunanunua kwa, kwa shilingi elfu moja mia nane sasa hizi elfu mbili hadi elfu tatu na ukiwa na familia, kwa kweli da nakuta na watoto na sita ndani ya nyumba Ukichukua mchele wa elfu tatu unachukua kilo ngapi? Inakuwa ni da changamoto kwa hapo. Na haya ndo maoni kuhusu mfumuko wa bei kwa wafanyabiashara na wateja, hususani bidhaa za nafaka kama maharage na mchele. Nikiripoti kutoka eneo la Samtema, ni mimi Adam dasn Kayombo wa UoI Digital asante adam Kayombo kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Grace Matiku. Rais wa Marekani Donald Trump aongeza ushuru wa bidhaa kutoka China hadi asilimia 125, akishtumu Beijing kwa kukosa heshima. Hata hivyo, amesitisha kutekelezwa kwa ushuru baadhi ya mataifa duniani kwa siku tisini. Hatua ya Trump imetokana na hatua ya China kupandisha ushuru kwa bidhaa za Marekani hadi asilimia 84 na ushuru wa China kwa bidhaa za Marekani utaanza kutekelezwa siku ya Jumatatu, ambayo ni tarehe 14 Aprili mwaka huu hatutakubali mtu yoyote kuchukua haki za wachina za kujiendeleza. Hatutakubali jaribio lolote kudhuru uhuru wa kitaifa wa Wachina, usalama wake na mahitaji yake. Tutaendelea kuchukua hatua thabiti za kulinda haki yetu na mahitaji yetu. Nchini Marekani, rais Donald Trump anasisitiza kuwa ushuru ni nia yake ya kupigania wa Marekani na kufufua viwanda. Je, raia wa Marekani wanakubaliana na rais wao? hadi na familia yake hufanya biashara ya kurekebisha magari na wao hutegemea bidhaa kubwa zilizotoka nje ya nchi breki tunazozitumia zinatoka nchini China ushuru huu utaongeza gharama zaidi za vipuli vingi vinavyohitajika na vitagharimu mteja karibia dola sabini bei hiyo si gari sana ila zitapanda hadi dola tisini wateja inabidi waelewe tu ila watu wa, watu wa hali ya chini ndio wanaminywa sana katika hili. Tunamwamini sana Trump katika hili. Inabidi raia wazoe mabadiliko kama haya. Japo si kila mtu litakuwa na mtazamo chanya, kwa sababu ya kutofautiana kwa uchumi kwa kila raia wa Marekani. Kwa habari zingine, jengo hatari la bomolewa Mombasa nchini Kenya. Asilimia sita ya majengo hususan yenye magorofa Afrika Mashariki yanatuhumiwa kwa kukosa uimara, kwani hivi karibuni magorofa yanadondoka na kuua watu huko nchini Kenya. Jengo lenye ghorofa kumi na moja lilianza kutitia mnamo Aprili mbili mwaka huu na kuhatarisha majengo ya makazi ya watu na biashara za watu waliopo karibu na eneo hilo. Jengo hilo limebomolewa saa sita na dakika 55 tarehe kumi Aprili, ambapo mmoja alifariki pindi jengo lilipoanza kuzama. Maafisa wa jeshi la Kenya pia waliweza kushiriki katika kubomoa jengo hilo, kwani hakukuwa na njia nyingine yoyote ya kubomoa jengo hilo. Mamlaka iliamuru watu wote waishio na wafanyao biashara eneo hilo hadi kilomita moja kufikia eneo hilo waweze kuondoka ili zoezi likamilike kwa kulipua jengo hilo. Tulichukua muda mrefu mpaka kufikia hapa. Muda mrefu jengo hilo lilionekana kutaka kuanguka na mainjinia kutoka maeneo mbalimbali, tukaona njia pekee iliyosalia ni kuliangusha jengo hilo. Shukrani Grace Matiku kwa habari za kimataifa. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Zainabu Omari. Nikusii, endelea kuwa nasi. Waziri wa michezo serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, Prosper Mgeta, ameeleza kuwa maandalizi ya ligi ya vitivo chuoni hapo yanaendelea vizuri ambapo mpaka sasa yapo kwenye hatua za mwishoni. Na kwa upande wa maandalizi ya viwanja tunaendelea na maandalizi kama kawaida ambapo ndio maana utaona tumetoa ratiba mapema ili timu ziweze kujiandaa kwa ajili ya mashindano ila logistiki za kufika viwanja, kutengeneza mazingira rafiki, kwa mfano kwa michezo ya ndani, taa, nyavu, mipango inaendelea kufanywa. Ndani ya hizi wiki mbili, kila kitu kitakuwa tayari na mashindano yatafanya kwa ubora uliokusudiwa. Aidha, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ligi hiyo, Godfrey Bukano, amesema kuwa kamati yake imejiandaa vizuri na washiriki wa michuano hiyo wajiandae kupata burudani zawadi haijawa wazi uh, ni zawadi kubwa kidogo, kwa watu watarajie tu kwamba zawadi ni kubwa, lakini hilo ni swala la uongozi, kwa maana ya waziri wa mwenye dhamana. Yes, kwanza hizi tournaments zinampa mtu exposure ya kuonekana na watu tofauti tofauti. Tutakuwa na wageni rasmi tofauti tofauti, tunatarajia tuwe na mtu kama Shafi Dauda, Nick Asas, watakuwepo kwa hiyo ni exposure kwa wachezaji wenyewe, uh, waonyeshe walichonacho uh, ili u, u, wakiona. Maana Shafi Dauda tunajua ni moja kati ya mtu ambaye anasaka vipaji, itakuwa ni exposure kwao. Lakini nitumie platform hii kuzungumzia jambo moja. hizi uh, ili tournaments tunahakikisha tuna, tuna, tuna, tuna tu nidhamu ya kwa wachezaji iwe sawa, wawe na discipline, wafate sheria na kanuni ambazo tulitunga tu sisi wenyewe kwenye kikao. Na kwa hiyo waje wacheze mpira ila wazingatie tu kanuni na sheria. Mwakilishi na nahodha wa kikosi cha Education FC, Boaz Maboko, amesema wao kama washiriki wa michuano hiyo wamepokea mashindano hayo kwa tofauti na wameahidi kufanya vizuri kwenye michuano hiyo. Kwanza, kiufupi, tunamshukuru Mungu kwa sababu maandalizi sio mabaya sana kwa sababu kila siku tuna program za mazoezi sisi kama walimu au education kwa upande wa fase na tunamshukuru Mungu kila mchezaji moja moja na juhudi binafsi ku, ku, kuweza kufanikiwa juu ya lengo letu ambalo tumeliandaa ku, ku, kwa haya mashindano. Naye shabiki wa kikosi cha Lo FC, Neema Fredi, ameeleza namna wao kama mashabiki wamejiandaa vizuri kuhakikisha wanatoa ushirikiano kwa timu yao ili kombe walichukue tena kama walivyofanya msimu uliopita. Sisi tumejipanga kulingana na mazoezi tunayofanya na mashabiki tumejipanga kuwasapoti watu wetu kwao, tunategemea tena ushindi utaingia kwenye kitivo chetu. Kombe bado tunalo, waliwezi kutoka kwenye kitivo Ligi ya vitivo kwa mwaka 2024 2025 inatarajiwa kuanza tarehe 29 mwezi huu ikiwa viongozi na waandaaji wa mashindano haya wameeleza namna walivyojiandaa lakini pia namna ambavyo watakabiliana na changamoto za miaka iliyopita. Nikiripoti kutoka katika viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Zainab Omari, UoI Digital. Tazameni wa UoI Digital kabla habari, meksu, wa ya ya kuhitimisha, taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo. Leto kwa ya itwa nani? Naitwa Agnes. Agnes. Ni Mswahili kabisa Mtanzania kabisa kabisa. Umezaliwa wapi? Hapa hapa Iringa. Iringa. Ya, sasa najua unakifahamu Kiswahili vizuri kabisa, vizuri kabisa sasa leo tuna kuna neno moja bana, msamiati unaitwa mbuta. Neno mbuta, msamiati mbuta, ushawahi kusikia hicho kitu? Hapana. <laughs> Sasa mimi nataka nikuulize swali kwanza kabisa, hatujaendelea nataka mtazamaji kufahamu naitwa nani, ya Yes. Majino, Milaji, Tourism. Tourism. na vitu kama Kwa majina naitwa Charles Gabriel naitwahamaji, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza. Na ni Mswahili kabisa yep. Umezaliwa Tanzania sio kama umetoka labda Burundi, Kenya, Malawi. Tanzania, Dodoma katikati ya mji wa Tanzania. Na, na, I'm sure, unakifahamu Kiswahili vizuri? Yes. Vizuri kabisa. u, u, unajua kwamba kuna baadhi ya maneno mengi ambayo tunayatumia lakini sio Kiswahili fasaha. Ndiyo, ni kweli, najua. Sasa mimi leo nina neno moja ambalo nataka nishina nawe kama unalijua au ulifahamu. Yes, karibu. Neno lenyewe ni mbuta. Unajua kusikia neno mbuta? usneno ah, nah. Mbuta, sijaisikia. Buta ni, ni Kiswahili kabisa hicho ndio. Yeah, ni Kiswahili ambacho neno lipo kwenye kamusi yenyewe ya Kiswahili. Ndio, ni kweli, lakini sija, yani kwa mimi sijaifuatilia na sijailisikia, japokuwa a nakanaekana alisikia, lakini sijui manake nini. Naam, barabara mtazamaji wa UoI Digital, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati mbuta. Tumeweza kuona wengi wao wameshindwa kabisa kuelewa maana halisi ya msamiati huu mbuta. Nataka nikwambie maana ya msamiati huu. Mbuta ni zawadi inayotolewa na mchumba wa kiume kwenda kwa wakwe zake. Naam, nami mimi nikuacha na sentesi inayosema kwamba nina mpango wa kupeleka mbuta kwa kina Mariam, kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi Karimu Yasin, bwana misamiati, nami nakuacha na, na sentesi inaosema kibogo ana tabia ya lavia. Naam, na, na hii ndo maana halisi ya msamiati lavia. Asante mtazamaji wa UoI Digital kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuandamana nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Panapo majana, tukutane siku ya Jumatatu. Nikutakie ni kutakie wikend njema alamsiki.